Kwanza nawapongeza sana Yanga. Mechi leo haikuwa rahisi, wote mmekuwa mashahidi. Hawa jamaa walishinda nyumbani kwao na leo mmeona mchezo waliocheza. Kwa hiyo tunawapongeza sana Yanga, wamekuja na mpango mzuri fulani, imelipa wamepata mabao mawili kwa bila ushindi mzuri kabisa, na mimi nimeshawakabidhi shilingi milioni kumi zao za goli la mama. Muhimu zaidi kwa sasa hivi kwa Yanga ni kujiandaa katika hatua ya makundi, na bahati nzuri president ametangaza kwamba wameshaleta mwalimu mpya. Tunaamini kwa kipindi atakachokuwa nacho kati ya sasa mpaka kuanza mechi za makundi, timu atakuwa ameshaitengeneza kwenye falsafa yake. Kwao tunawatakia kila la heri Yanga, na mheshimiwa rais amefurahishwa na ushindi wa leo, kama ambavyo niliwaambia Mwaka huu Tanzania tunakuja kivingine, tunataka timu zetu ziende mpaka fainali kwenye michuano yote ya aina mbili, klabu bingwa na shirikisho. Uh, timu mbili tayari zimeshafuzwa hatua ya makundi, kuna timu nyingine mbili ziko njiani. Kesho kuna kipi cha kuambia, timu ambazo zitacheza kesho, watashinda na wao. Sasa hivi tunawasubiria Singida, nao watatetea matokeo, tunaamini watashinda. Kwa hiyo tunaamini timu zetu zote so, zitafanikiwa.